Karibu sana mwana Azam FC katika kipindi chetu cha Azam FC TV kupitia chaneli yako namba moja ya michezo Azam Sports 1 HD ya Azam TV tulionayo leo matokeo ya kombe la CRDB Federation Cup. Azam FC tumetolewa na Mbeya City kwa mikwaju ya penati. Yaani Kilwa Masoko, uh, hii sapoti ambayo tunaipata kutoka Azam inatufairisha sana sisi vijana wa Kilwa kwa sababu inatupa fursa na sisi kwenda kufikia malengo yetu ambayo tumeataka katika ulimwengu wa soka. Tutakwenda kuanza dakika 45 za kipindi cha kwanza. mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha Azam FC TV, tunaanza kipindi chetu kwa kuangazia mchezo wetu wa Kombe la CRDB Federation Cup dhidi ya Mbeya City. Mchezo huu ulichezwa juzi Jumapili ya Machi mbili 2025, kwenye dimba la Azam Complex Chamazi. Mbungi hili lilipigwa saa mbili na nusu siku. Yeah, yeah. Cheza mpira mrefu mbele kwa Zidane alisereri. Zidane Sereri.

mpira ule unakwenda nje ukizaa kona nyingine, ah. Mama du samaki kwa Zidan Ali Sererii, pasi moja matata mno. Alasanjao anaguswa na mwamuzi, anasemaje? Nje ya mstari. Zidan ana kasi kwelikweli. Sererii aliugusa mpira ule ukafika kwa Alasanjao, na mtaalam yule wa picha mjongeo aliruka juu akaucheza mpira ule na kichwa. Mina lango alikuwa tayari ya shakubali na alasanjao akawa anafika eneo lile like. Peter Samson Mwalianzi Mudathir Abdallah Said Mudathir ndani ya kumi na nane jaza cross nan anakamata madidadi mno alikwenda akaimeza vyema kweli kweli. Kamara nyingi baraka cheza pasi moja tam sana hii Mudathir Abdallah Mudathir cross dongo inakataliwa ile Hey. Daftari alipiga cross. Kipindi eh, cha pili ndio kinakwenda kuanza hivi sasa. Wamekwenda kuunganika kwenye ukuta, jaza mpira mzuri ndani ya kamiko, anaalichotwa na kisigino ile, lakini Hashim wajakabola mechanja mali utamka Zidane. Ali Sereri ndani ya kisanduku Zidane, Ali Sereri Simno, Zidane. Ali Sereri Si, nozidana aise kwenda kurusha Calvin Landri, mwamuzi anaita kati. Ile alimnyupe hii oh hi. Ulinyunyizwa mpira wa majalo ndani, ukazungushwa mpira ule moja kwa moja umeenda kucheza kwenye nyavu kule. Hey ulipigwa vile vile. Ngoma ikaenda kwenye nyavu ile. Hawa wanakuja tena, Mudathir Abdallah anakwenda chini, mwamuzi anamwambia nyanyuka. Landry zuzu mwenzake. Haya, Peter Samson mwalianza amekubali. Pita Samson anacheza uzuri kweli kweli. Zuberi Masudi foba anachenja mpira mrefu mbele kule juu, Zuberi ahiye. Zaid James ameingia ametambulishwa pia James. Akaminko, cheza mpira mrefu upande wa pili. Chikna Diakite yuko na mali, Diakite pasi moja, Hasanati Zidane. Ali Sereri amewekwa chini ile, Zidane Ali Sereri na mwamuzi amefunika maguu kumi na mbili ya mtu mzima. Yahya Zayed bin Omar ama nani anakwenda kuchukua dhamana? Yahya Zaid kwenye kamba. Goma imeanza upya tena moja moja hapa. Na kipenga cha mwamuzi kinapulizwa. Dakika 90 za mchezo huu zilitamatika kwa sare no. ya goli moja kwa moja, hivyo kusababisha timu zote mbili kwenda kwenye hatua ya mikwaju ya penati. Tamati ya mikwaju ya penati ilitamatika kwa Azam kupoteza mchezo huu ambao ulikuwa muhimu sana. Penzi mtazamaji, haya yalikuwa ya CRDB Cup. Hebu tuangalie mchezo wetu wa NBC dhidi ya Namungo FC. Mchezo huu ilimalizika kwa sare ya bao moja kwa moja, kitu ambacho kimewasikitisha sana yoro wana Azam FC, kwani kwa mfululizo wa mechi sita tumekuwa na matokeo yasiyoridhisha. Lakini tayari kulikuwa na ukuta mbele yake, ikawa ngumu kupita. Jacob Masawe. Hamis Alifa ananyosha nyenye -nye! kwenye neti imejaa, lakini uso uliosawajika kwa Mustafa, pengine kushindwa kuupangua ule mpira na Mustafa Mohamed. Mkwaji ule ulipigwa, huwezi kusema ni kimu ambacho kilimshinda, wala Alikuwa ameugusa kidogo mpira ambao unaonekana kuwa na nguvu na ukaenda kutikisa net za matajiri wa Chamazi. Bin Said Yahya anamwekea Idi Suleman. Nado anaweka mpira mzito ndani Jonathan Nahima na Yoro Diaby

Sindo mimi na cross ndani, kutafuta nafasi anaupangua ule mpira Faisal. Faisal! ameiona kuokoa shambulizi kwa kumi na tisa, amefanya setup kwenda kunyongosha ule mpira vilevile ndani, anaupangaza Jonathan Nahimana. Faisal kwa Jibril Sila kwenye nafasi, weka ule mpira akaminko pitisho le mpira pembeni. Lusajo Mwaikenda anatanguliza mwenyewe mpira, bao anakuenda kuwahi Saleh Karabak, likuwa ni wakati wa kupimana ubavu. Tafsiri ya Najim Musa. Najim anajipimia kisha anaweka pasi pembeni kwa Masawe, pasi ya chini chini ndani, orodia amekataa Faisal. Anapewa tena Faisal mpira kwenye nafasi sasa. Jibril Zira! Anaifanya kazi bora mno ni mwendelezo wa kupachika mabao kwenye hii Faisal. Akiwa kwenye space anapasiwa na anaweka mpira kwenye net. Jibril Sila asisti ya kumi na mbili kwa Faisal ni bao la saba la Jibril Sila, ushirikiano bora kabisa wa kuweka mzani sawa kwa wachezaji wa Azamu. Amepoteza mpira, mtungaji wa bao a kusawazisha. Anachenga pasi pembeni, nakataa Erasto Nyoni, dedi mkombozi. Najim Musa anapokea mpira akiwa huru, tafuta pa kucheza. Najim Musa anapitishia mpira Salehe Karabaka Karabaka naambiwa, chakula kimetumika, hakuna foul Yoro Diaby, ribo kubwa mpira, ni filimbi ya kukamilisha dakika 45 za kwanza kutoka kwa Mrope. Kwa badiliko la mchezaji amelazimisha Idi Nado, bado kuna Idi Nado punguza mwingine tena, mkojwa penati wanapata mkoja penati. Azam FC akifanya kazi nzuri sana. Idi Seleman Nado alianzia pembeni kashona na kadarizie mwenyewe, Idi Nado akaingia ndani, lakini akawekwa chini na Dan, Daniel Dan, Yamoa zigzag ile kuwa anaondoka na tafsiri ya Mrope ni penalty. Anaongeza upande mwingine, Faisal anacheza, mlinda mlango Jonathan Nahimana iliotea mpira uliko kwenda Jonathan Nahimna Faisal, alipiga na lakini kipa alikuwa na subiri tu kuona wapi mpira utaenda, kisha na yeye aende, amekosa Faisal, akamiopitisha mpira kwa Pasko Msindo, naambiwa chakula kimetumika, hakuna faul, natolewa tena kwenye njia na Daniel Amoa

Endelea kutafuta njia Ara Santiago. Bado tena Mamadou Samake. Nakwenda nje. Kama FC. Ara Santiago alikujuka kabla ya Mamadou Samake kucontrol mpira lakini akashindwa kuweka kwenye neti. ujatoka ule mpira bado humo katika eneo la kucheza. Emmanuel Chars anamwacha mtu, bado kuna mpira, anaingiza cros ndani, anaupangua Mustafa Manyanya. Hashim nyepesi mno, hiyo yaya zaidi, pitisha pasi kwa Fasal Salom, anamwacha mtu chini. Fasal Alasan jiao Alasan Maji alizidi unga kwa ni full time. Huyu hapa kocha mkuu wa Azam FC akizungumza mara baada ya, ya mchezo huu kutamatika.

Kama haitoshi tulipata ahadi ya nahodha wa timu ya Azam FC Lusajo Mwaikenda akiwatoa hofu wapenzi wa, ofu, wa, wa Azam FC. Mchezo kama mchezo ulikopo ni mchezo mgumu sana, tuliweza kuruhusu goli mapema sisi kama timu lakini mchezo kama mchezo tuliweza kuanza tukiwa chini sana, na na sijajua labda nini mchoko au fatiki ya mechi. Lakini sisi kama timu leo, kwa matokeo haya, tuna tunawajibika nayo, kwani tumepoteza pointi muhimu sana ambazo tulizihitaji kuweza kukava, ukilinganisha na wale waliokuwepo juu yetu, ni wanazidi gap linazidi kuwa kubwa. Kwa hiyo sisi kama timu tutakaa na kujaribu kuona jinsi gani tu tutarudi tena katika uwanja wetu wa mazoezi na kuendelea kutafuta point tatu katika kila mchezo uliobakia wa ligi kuu. Mimi ninaamini kila, kila mechi ni ina plani yake, ukilinganisha na walimu wetu katika hizo mechi tano tumevuna point tatu katika mchezo mmoja. Kwa hiyo, sisi kama timu tu hii inatubidi, tu, tujitafakari katika hicho tunachokitoa katika hizo mechi tano, kushinda mchezo mmoja sio jambo jipesi na wala sio jambo la mchezaji au ona yoyote wa timu hii atalinga nacho ni, ni tumepoteza sisi kama timu, na inabidi tunyenyuke kuanzia hapo ilimadi kuweza kupambania kuweza kupata pointi tatu katika baadhi ya michezo iliyobakia ligi kuu. Lakini katika kila mechi tunajaribu kuweka kila nguvu tuliokopo nayo, lakini matokeo yanakopo sio sio kwa upande wetu. Lakini katika mchezo kama wa leo tumeona tumeweza kuruhusu mapema na hatukuingia katika momentum nzuri katika dakika kumi na tano za kwanza. Kwa hiyo mimi naamini walimu wetu wameweza kuona kitu kama hicho na, na tutaweza kukaa tena chini kukumbushana baadhi ya vitu na tutarudi tukiwa bora zaidi. Hichi kipindi ninaamini ni kipindi kigumu sana kwa, kwa Azam FC. Tunaruhusu baadhi ya magoli akiwa mepesi sana, sisi kama timu. Sisemi si labda ni anaruhusu mtu mmoja au watu wawili, kama timu kuanzia mbele mtu wa mbele mpaka goli kipa wote tunaweza kuyaruhusu hayo magoli. Kwa hiyo ni kuona jinsi gani tuna tu, tunarudi katika uwanja wa mazoezi na sidhani kama uwanja wa mazoezi utatosha peke yake kusaisha haya makosa tuliokuwa nayo na, kuongea baina bai ya mchezaji mmoja mmoja na kukumbushana baadhi ya vitu. Mimi nahisi kwa kipindi hiki ndio kitajenga zaidi na, uwan, tukienda kumalizia katika uwanja wa mazoezi nahisi kila mtu ataweza kushika kila ambacho tunachokumbushana. Kwa hiyo ni, ni kuomba tu tu, tuweze kukaa chini na tuweze kutafakari sehemu gani tunayokosea, sehemu gani tu, tunakosa magoli, sehemu gani tunaruhusu, kitu gani kifanyike ili mradi kuweza kutokuruhusu kurusu goli na kuweza kupata magoli tukiwa mbele. Sasa tuangalie ziara yetu ya kugawa vifaa vya michezo kwenye senta zetu zilizopo karibu kila mkoa wa Tanzania. Hapa ni Kilwa Masoko, ni mji mdogo kutoka Tanzania, uliopo makao makuu ya wilaya ya Kilwa. Azam FC tumeingia makubaliano na kituo cha Kilwa Youth Academy na tumegawa vifaa vya michezo kwa vijana wa senta hii. Kwa majina anaitwa Yahya Muharram Bingwe, ni mchezaji wa Kilarusi Sports Academy ambayo inapatikana mkoani Lindi katika wilaya ya Kilwa. Uh, hii support ambayo tunaipata kutoka Azam inatufurahisha sana sisi vijana wa hapa Kilwa kwa sababu inatupa fursa na sisi kwenda kufikia malengo yetu ambayo tumeataka katika ulimwengu wa soka. Kwa hapo hivi vifaa vitaongeza chachu ya mazoezi na malengo. So mchezaji akija mazoezi yake angekuta vifaa vizuri muda kuja mazoezi na kufika kwa wakati. Majina naitwa Freedom Justin na natokea, ni mchezaji wa Kiloyusi. Nashukuru Azamu kwa kutupatia kwa kutu vifaa, asanteni sana Azamu na niombe na nashukuru ni, na kwa hiki tulichopokea, kilicho sisi tunasema asante kwa sapoti yenu. Moja ya changamoto ambayo nilikuwa nakupata nayo ni vifaa na vifaa vikubwa vya mpira wetu, mpira hasa kwa ajili soka la vijana, kama tutaangalia hapa, soka la vijana ni nyingi zaidi kwenye techniques. Mchezaji anaweza kumasta yale matukio ya vijana, uweze kufundisha kwa nadharia, anatakiwa kufundisha kwa vitendo. Kwa hiyo vifaa hivi ikiwa na maana hii, mpira kwa umri mdogo, maana hata mpira ya namba 4 mpira ya namba 5 kwa kweli wamekuja sana Azam, nawashukuru sana kabalii sana, kwa sababu ivivifaa ndiyo vitakavyofanya kutengeneza wachezaji watakaopeperusha bendera ya kilo taifa kwa kojona kwani kwa kupata vifaa hivi itawasaidia kuimarisha mazoezi na kupata vijana wenye viwango vizuri watakaoweza kusaidia mpira wa kitanzania na baadaye nje ya nchi. Mpenzi mtazamaji, mpaka kufikia hapa, hatuna la ziada, tukutane tena wakati mwingine. Kumbuka Azam FC, timu bora bidhaa bora.